Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Paulo Bendera, askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo wa Tanzania. Nachukua nafasi hii kukukaribisha katika kipindi cha neno la Mungu ambacho sasa kitafanyika kuwa baraka katika maisha yako ndani ya dakika chache zinazokuja. Ebu, wacha Mungu akubariki katika usikivu wako. Tushirikiane mimi na wewe kupata baraka hizi za mkate wa kiroho kutoka katika nyumba ya Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana, tuseme amen. Haleluya, haleluya. Fungua kitabu cha Isaya sasa. Bwana atakupa watu mwaka huu, watakaofanana na moyo wako na mtafikishana mbali. <laughs> Mimi ni baba na nilimwambia Mungu, umeniita ni kutumikia sio, nipe watu watakaosikia na mimi nikasikia. Isaya 43 mstari wa 4. Isaya sura 43 mstari wa 4. Ulipoumbwa wewe uliumbwa wa thamani machoni pake, alafu na mwenye kuheshimiwa. Ulikuwa wa thamani, halafu na kuheshimiwa. Nani anayedharaulika na kuheshimiwa? kuko kwako, leo napachika thamani kwako, halafu na heshima kwako, vyote utavipokea, vyote utavipokea, leo utapokea thamani yako kufanya Mungu akuleta hapa duniani italegea yeah. Na kuheshimiwa, nami nimekupenda. Alafu Mungu anasema hivi, na mimi nimekupenda. Mwambie jirani yako, kumbe wewe Mungu anakupenda yeah. Eh? Kwamba haiwezekani, nimeweka nadhiri kwa Mungu mwaka huu, mtu yeyote ambaye hajaolewa na hajapata mtoto nataka kieleweke kabla ya Januari kieleweke, namba 2 kieleweke katika nafasi ya ajira, situseme amina. Mungu anasema amekumba wewe, ni wa thamani. Namba 2 anakupenda. Ehe, endelea. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako kwa sa pokea hao kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Watu ofisini kwako unatakiwa upokee, un watu katika siasa upokee, watu kwa ajili yako katika taifa. Watu wanakuja kwa ajili yako kibiashara, watu wanakuja kwa ajili yako ofisini kwako, upokee watu watakaoendana na moyo wako. Sio ofisini tu, hata mtaani naobadilisha mtaa. Alafu mtu anapomaliza wiki nzima amekaa nyumbani bila kufanya kazi yoyote, hiyo ni dhambi kama dhambi ya kuzini. Tumeipitisha hivyo, wiki nzima hufanyi kazi yoyote. Wewe umestaafu, umestaafu, umestaafu. Wiki nzima ufanye kazi wote umestaafu. Muulize jirani yako umestaafu wewe? Mume wako ni afisa. Wewe ni mume wako ni afisa? Baba naomba, naomba niombe. Naomba, niombe, ni, niombe baba na mimi nipate kazi. Haya, nimekuombea. Alafu wiki nzima unasinzia mpaka saa mbili. Saa tatu bado uko usingizini na Jumapili nimekuombea wewe. Hayo maombi atakugeukia. Ukiombewa fanya kazi uyatendee vyema. Haleluya! Miguu yako itiwe nguvu, mikono yako ikawe na nguvu, iliyoregea itieni nguvu. Miguu iliyovunjika na mikono iliyoregea iwe odari na mchungaji yoyote atakee kuwa nahubiri kama mtu anaomba kula. Acha mchungaji yoyote hubiri kama simba. Haleluya! Unguruma, mapepo akimbie tunahitaji uti wa mgongo na wanaosumbuliwa na presha na visukali vi vichomi, mauvimbe yasambae. Sitaki kusikia Mkristo unayesali hapa unaambiwa, jana Ijumatatu, Baba, nimenigwa usiku, nimenigwa. one wa mtu atakaye kuniga utamkuta kesho yake amedondokea getini pale. Naweka ulinzi wa moto katika nyumba yako. Ataingia nyumbani kwako kwa wepesi lakini hatatoka kwa wepesi kwa jina la Yesu. Hey. Umeelewa hiyo neno? Kuingia kwako ni rahisi. Kama mtu anakuja kwa hila ataingia kwa wepesi, shida kutoka. Hatatoka kwa jina la Yesu aliye hai. Hatatoka. Atadondokea getini na atazimia hapo Haiwezekani. Tumechoka, tumechoka. Watoto unalala amegeuzwa miguu. Mtoto umemza kwa shida, afu mtu nakuja inamgeuza miguu. Yani itakuwa kama polisi. Yani kwenda kuingia polisi, unaweza kuingia kwa haraka, lakini shida kutoka. Ukiwa umeshafika pale, shida kutoka mpaka upate mdhamini. Uchungu wa mwana aujuwao ni mzazi. Naomba Mungu asikie uchungu wako. Bwana akasikia kilio cha wana wa Israeli wakilia katika taifa lao, akamtuma Musa kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Mungu huwa hatafuti watu wengi, anatafuta mtu mmoja kwa ajili ya wale watu. Bwana amenituma katika mchana huu wa leo, ni kuambie maneno mawili makubwa. Huu ni mwaka wa kuletewa watu kutoka pande nne wa kukuzunguka kwa jina la Yesu aliye hai, pande nne na watu wema. Airisha kukaa na mtu anayekupotezea muda. Mungu anakuja kupindua maisha yako, anapindua anapindua. Sijui niseme anapindua, na wewe useme anapindua. Hata mama yako watajivunia kukuzaa wewe, baba yako watajivunia kukuzaa wewe hujai kuona wazazi, wapo wazazi wachawi, wanataka kuwatoa watoto wao kafala. Unakuwa katika mazingira ya mateso kama mazingira niliyopitia mara, unalala hapa, unashangaa watoto wale hawakupendi. Unaona wenzako wanaletewa nguo nzuri, wewe unaona yani unapewa nguo iliyoitumika na hawa watoto. Hapana, hapana, nakatana. Mbingu ipokee sala zangu Bwana, kufungulia njia ya kwako iliyojawa baraka kwa jina la Yesu watoto wa kiume na wa kike wana uoga kwa sababu ya kule wanakoishi. Ukimwambia marafiki zako wanataka kuja kusalimia, ah, wiki hii tutasafiri kwa sababu ya namna palivyo nyumbani kwao. Ebu Mungu huyu akageuze maumivu ya moyo wako yageuke. Oh, Yesu, geuza kizazi hiki. Yesu, naweza kuwageuza watoto hawa ukawapa watu wazuri toka kusini, kaskazini, mashariki na magharibi, na wao wakiinua mguu wakipita mahala, kila mtu ajiulize, ajiulize kila mtu. Unataka kuniambia huna akili kiasi hicho? Hapana, kuna maneno yalimgusa aidha baba yako au mama yako, wewe umeyavuta, maskini wa Mungu, wala wewe husiki. Na ukijipima wewe huna vita na mtu na hauna chuki na mtu lakini unaishi kwenye laana ambayo wewe hauhusiki. Ninakukomboa kwa jina la Yesu aliye hai, ninakukomboa kwa jina la Yesu aliye hai. Natangaza utukufu wa nguvu za Mungu. Utembee uwainue watu waliovunjika moyo. Usikie nguvu inapita kwenye miguu yako, unaruka kama tai. Pokea hiyo nguvu rikonstalinkadi ya deriva njelaaoaktakasl na kufungua miguu yako na kufungua mikono yako, na kufungua miguu yako na mikono yako. Unafanya kazi ambazo sio zako, nakufungua miguu yako na kufungua mikono yako na kufungua miguu yako, na lusha moto unaoinua watu wakarukaruka kama yule kiwete katika mlango mzuri. Ndugu mtazamaji wangu katika Yesu Kristo, nachukua nafasi ya kipekee sana kukushukuru kwa kutoa muda wako wa kunisikiliza na kumsikiliza Roho Mtakatifu alivyokuwa akitubariki mimi na wewe. Karibu sana siku nyingine tena, kama siku hii ya leo, tuendelee kushirikiana mimi na wewe kubarikiwa katika Kristo Yesu. Ninazungumza kutoka katika ofisi ya kanisa letu makao makuu jijini Dar es Salaam, Kimara Bonyokwa, ndipo kanisa letu kuu lilipo lakini kwa kweli napenda kukushirikisha baraka hizi, ikikubariki makanisa yetu yapo katika mikoa yote na wilaya zote katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu akubariki, ikikupendeza kututembelea katika makanisa yetu kokote utakakokuwa. Unatamani kupata mafundisho ya kanisa letu, unaweza kuuliza kanisa la ufunuo mahala popote lilipo, utapata maelekezo. Lakini hapo chini kwenye skrini yako unaweza kuona namba za simu zikitembea. Unaweza kupiga simu. Ukipiga simu, utapewa maelekezo kwa namna ipi unaweza kufika katika kanisa letu la Ufunuo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante sana.